Kwa jina ndugu mtangazaji, naitwa Matthew Emmanuel Mganga, ni mjumbe wa mkutano mkuu CCM taifa kutokea Korogwe mjini mkoa wa Tanga, Korogwe mjini mkoa Tanga. Tumeona jana ilani e, ya mwaka 2020-2025, e, utekelezaji wake uliwasilishwa kwenu ninyi wajumbe. Binafsi tathmini yako iko vipi kwa ilani utekelezaji wake ulivyokuwa? Aa, kwa kweli utekelezaji wa ilani umefanyika na tumejionea na tumeridhika tume na takwimu zilizoonyeshwa pale. Niwe kwa kutokea kule Korogwe ambako ndio ninakotoa eh, kama mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Na hapo lilikuwa ninakuja swali sasa kwamba uwasilishaji ulikuwa ni wa maeneo yote kwa ujumla wake, na sasa umezungumza kuhusu Korogwe ambako eh, wewe ndiko wewe ndiko ulikotokea kama mwakilishi kwenye mkutano mkuu huu, ni yepi ambako uwasilishaji ule pengine haujagusia mahususi au, ume gusia mahusus na mmenufaika kutokana na utekelezaji wa ilani hiyo ya CCM kwa mwaka 2020-2025. Watu Korogwe mjini wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais eh, Dr. Samia Suluhu Hassan, haswa kwenye sekta ya afya. Korogwe tumenufaika, tumepata takriban bilioni milioni 900 kwa ajili ya ukarabati wa hospitali kongwe, hospitali ya Magunga, ambayo utaona hospitali ile iko barabarani pale Korogwe mjini na inahudumia wakazi wengi wa kutoka Handeni, Kilimanjaro, Tanga mjini. Kwa uwekezaji uliofanywa wa miundombinu ya afya katika hospitali kubwa ya Magunga ni wananchi wanamshukuru sana Mheshimiwa Rais. <clears throat> Lakini sambamba na hivyo Mheshimiwa Rais amefanya uwekezaji mkubwa wa vifaa tiba. Tumeshuhudia mashine za x-ray acha tu katika hospitali ya Magunga, lakini katika vituo vya afya Kituo cha afya cha Majengo kimewekwa x-ray pale, kwa hiyo watu hawahangaiki tena katika hospitali ya Magunga, lakini wanaweza kupata huduma za kiuchunguzi eh, katika kituo chetu cha afya Majengo na vituo vingine. Lakini upatikanaji wa dawa, vifaa na vifaa tiba, ukiacha takwimu zilizotamkwa hapa, Korogwe wenyewe wananchi wanaridhika na upatikanaji wa, wa dawa kwa takriban asilimia tisini na mbili. Dawa zipo kwa hivyo utaona watu wanaendelea kuwa na imani na serikali ya awamu ya sita na mheshimiwa rais, na, na wanamwombea sana Mheshimiwa Rais mafanikio na afya bora katika kuhakikisha kwamba aendelee kumaliza zile asilimia chache. Labda niseme tu, watu wa Korogwe pamoja na kuridhika, lakini pia wanayo maombi wanayodhani yakifanyiwa kazi pia anaweza kuona namna ya kuboresha. La kwanza ni Korogwe wanatamani e, kuwa na library library ambayo inaweza ikaeleza historia ya maktaba. maktaba ambayo inaweza au simulizi kwa lugha nyingine inaweza ikaeleza historia ya Korogwe, Korogwe imetoka wapi, Korogwe iko wapi na inatamani kwenda wapi hasa. Simulizi ile inaweza kawa na manufaa sana kwa wana Korogwe. Moja, hata watu wanapotaka kuja kufanya uwekezaji, wakienda katika simulizi ile ambayo itakuwa inamilikiwa na wananchi, watapata kujua tunafanyaje uwekezaji kwa mfano sasa hivi watu wanakata sana miti pale Korogwe, lakini ile ina, ina, inapelekea kuondoa vyanzo vya maji na sasa tunakuwa na changamoto za maji. Tunaiomba serikali ifanye uwekezaji mkubwa e, kwenye kuleta maji, lakini bila kukumbuka kwamba na sisi tumechangia katika uharibifu wa vile vyanzo vya maji. Na hapo mnafanya nini sasa kwenye kukabiliana na huo uharibifu kama ambavyo unasema, ninyi kama wananchi mmechangia kwenye uharibifu, mnashiriki vipi kwenye kuelimisha jamii huko ili kuondokana na athari ambazo zinazotokana na huo uharibifu ambao unafanywa? Sasa ndio kupitia hii maktaba au hii simulizi ya Korogwe, manake hata watu wanapotaka kuja kukata miti au kufanya shughuli za uharibifu wa mazingira, manake serikali ile pamoja na wananchi wa, wa Korogwe tutashirikiana kwa pamoja kulinda vile vyanzo ili kuhakikisha kwamba maji yanapatikana. Hata serikali sasa inapokuja na mpango wa kuchimba visima au mpango mkubwa wa kuleta huduma za maji, zile huduma ziendelee kuwa eh, sustainable. Kwa sababu serikali itawekeza lakini kama sisi hatutalinda ile miundombinu ya mazingira, bado itakuwa ni kazi bure. sawa, sawa. Na pengine sasa matarajio kwenye ilani inayokuja ambayo leo mtaakiwa mezani, na pasi na shaka, kwa sababu ni mjumbe, najua kwenye makabrasha yale, pasi na shaka, mmeshakabidhiwa ili muipitie na baadaye muende mkaijadili ili muipitishe ama kuizindua rasmi. Ni yapi matarajio yako e, na hasa ukioanisha na hiki ambacho natamani kwamba serikali ikifanye katika eneo lako la Korogwe mjini? Aa, katika ilani hii matarajio au matamanio ni kuhakikisha kwamba, e, huduma hizi za upatikanaji wa maji kwa wananchi e, basi zina zinaingizwa katika ilani ili katika kipindi cha miaka mitano hii ya mm -hmm. serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, utekelezaji wake unakwenda sambamba kama vile alivyokuwa amefanya uwekezaji kwenye huduma za afya, kwao wananchi wa Korogwe wanaendelea kuwa na imani na serikali hii pamoja na chama chao, lakini tuone namna ambayo sasa e, upatikanaji wa maji unaweza kufika kwa asilimia 90 mpaka 95 ili maisha yaweze kuwa e, mazuri na watu waweze kufanya huduma za maendeleo zaidi. Na jana lilitolewa e, kama si agizo pengine kutoka kwa mwenyekiti wenu kuja kwenu ninyi wajumbe, kwamba sasa baada ya uzinduzi wa ilani hii leo mwende mkaieneze huko kwa wananchi. Mpo tayari kiasi gani kama wajumbe kama wanachama wa chama cha mapinduzi eh, kuhakikisha hiyo ilani mnaenda mnaibeba vilivyo, kwanza na kuisambaza kwa wananchi, kuieneza kwa maana y yale yaliomo, kuhakikisha mnaeleweka na ili muwe kwenye uelewa pamoja, ninyi na wananchi ambao pengine ndio mnaenda kuomba ridhaa ya kuunda eh, serikali ambayo itakuwa inaenda kuiongoza Tanzania kwa miaka mingine mitano ijayo. Kikubwa sisi kama wa viongozi wa chama cha mapinduzi ambao ndio wasimamizi wa serikali kwanza ni kuichukua ilani, lakini pili kwenda kuieleza kwa wananchi kwamba e, chama chetu e, kitatekeleza mambo yafuatayo katika kipindi cha miaka mitano. Kwa hiyo kazi kubwa ya chama ni kuisimamia serikali. Sisi kwa kushirikiana na serikali ya Korogwe mjini tuone ni kwa namna gani wananchi wata watashiriki kwenye kuitekeleza ile ilani, sio tu kuiachia serikali ifanye yenyewe, lakini ziko shughuli ambazo sisi kama wanachama sisi kama wananchi tunapaswa kushiriki pamoja kuunga mkono jitihada za serikali ili mambo yale ambayo tunatamani kama Wanakorogwe, kama wananchi wa Korogwe, wakazi wa Korogwe, yaweze kufikia. Serikali peke yake haitaweza, ila sisi kwa kushirikiana pamoja na serikali tuhakikishe yale ambayo tutakuwa tumeyachukua leo kwenda kuyaeleza katika kata zetu katika mitaa yetu katika vitongoji vyetu katika jamii yetu, ili waelewe ilani katika kipindi cha miaka mitano inakusudia kufanya nini, yale yaliyoainishwa, ili na wao waone namna ya kujipanga kuisaidia serikali katika kuhakikisha kwamba mambo yale yanatekelezeka na sisi kama wanakorogwe tunanufaika na pengine tukimalizia mazungumzo yetu, Matthew Mganga, ni kwa namna gani e, utekelezaji wa ilani, nikirudi kwenye utekelezaji ambao mmefanya jana tathmini yake e, unadhani e, utekelezaji huu unaibeba CCM na pengine itaendelea kuwa e, ni chama imara ambacho kinaendelea kuaminika miongoni mwa wananchi hasa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu? Jana uwasilishwaji ulikuwa, ulikuwa wazi na ulikuwa ukielezwa kwa takwimu. Takwimu ndizo zinazungumza chama serikali ya Chama cha Mapinduzi katika ilani iliyomalizika ya 2025 imetekeleza na imefanya kwa takwimu. Nimekupa mfano mmoja mdogo tu kwamba Korogwe sisi ni wanufaika, imepelekwa shilingi milioni mia tisa katika kukarabati hospitali kongwe na Korogwe ile Magunga ni moja hospitali, lakini hali ya upatikanaji wa vifaa tiba umekuwa ni mkubwa, haswa kwenye vifaa vya uchunguzi. Hali ya upatikanaji wa dawa, wananchi wanaridhika kwa asilimia mia moja lakini wao ombi lao ni kuona namna ambavyo ilani inayokuja itabeba baadhi ya mambo ikiwemo na hili ya hali ya upatikanaji wa maji. Kwa imani ya wanakorogwe kwa chama cha mapinduzi ni kubwa na haina shaka, na mama asubiri kura zake za kishindo katika uraisi unaokuja hii mwezi wa Oktoba. Hakuna shaka kabisa, CCM itashinda katika nafasi ya uraisi, nafasi ya ubunge, pamoja na madiwani wote, kwa sababu imefanywa na takwimu ziko hadharani na ndio maana sisi tunaweza kutoka hadharani na kueleza mafanikio. Tungekuwa usema hatuwezi kueleza lakini mama...